Kwenye familia yenu alikuwa anajihusisha na mambo ya ya kiganga na nani, upande wa mama yako. Mama yako e, shangazi yako ndio alikuwa mganga. mm -hmm. Kwa sababu naona roho zinakushambulia, roho za kichawi zinakushambulia sana, ni kweli, zinakufuatilia kila napokuwa, zinapambana na wewe, zinataka zikushushe. Kweli kabisa, baba Yesu akutende. Nyumba nataka uiuze. Ni ya familia ipo Ilinga. Mm. Nataka uiuze. Kwa muda mrefu lakini. Wanaume hey, wawili, kwa nini wakina nani? Ni majirani wa upande wa kushoto na upande wa kulia wanaume wawili hey, wa huko na huko, wateja wakija na wanaambia nini? Wanaambia kwamba hapa uuze. Unahitaji so, kufanya kitu cha tofauti kwa sababu so, nimewaona, ndio nasema wanaume wawili wamekuwa ni chanzo cha kuzuia nyumba ya kuuzwa. Ni kweli baba, lakini nakuwanyamazisha, na mmoja na, acha nimpige safari ya Mwanza, mwingine nimpige safari ya Kusini huko. Amina baba. Eh? Amina. Wateja wakija wakuta hawapo. Amina. Umuuze maisha yakae vizuri <laughs> asante Yesu, asante ndo mtakatifu